Baadhi ya wakulima wa zao la pamba wilayani Geita mkoani Geita wamesema upandaji wa pamba wa sentimita sitini kwa thelathini umewasaidia kuongeza uzalishaji wa zao la pamba kutoka kilo mia nne za awali na kufikia zaidi ya kilo elfu mbili kwa hekali. Kusekwa Matolange ni mmoja wa wakulima katika kijiji cha Nyansalala wilayani Geita mkoani Geita. Anathibitisha hilo kwa niaba ya wakulima wenzake. Nilitoka kwenye uzalishaji wa hekari moja kuzalisha kilo mia nne, niko kwenye uzalishaji wa kilo elfu mbili na mia tatu kumi na sita pointi tano kwa hiyo, mradi huu, baada ya teknolojia hii, baada ya kuipokea, imeninufaisha sana, imeniondoa kwenye kipato kidogo na kunipandisha ya uzalishaji wa tija. Haya mabadiliko yametokana na nini hasa? Mabadiliko haya yametokana na kuenezwa kwa elimu na maafisa toka TARI Ukiriguru na maafisa wa Bodi ya Pamba baada kuja kutuelekeza teknolojia ya upandaji wa shimo hadi shimo ni 30, upana sentimita 60. Baadhi ya wakulima ambao wamefika shambani kwa matolange kwa ajili ya kujifunza wanazungumzia namna ambavyo wanaenda kubadili kilimo chao ili kunufaika na zao la pamba. Kwa majina mie nato Pastori Bujashi ni mkulima. Nilikuwa kwanza sijapata elimu kama hii ya kulima kitaalamu, maanake mimi nilikuwa na elimu ya kienyeji, lakini nilikuwa nikipata hasara katika kilimo changu Manaake nimefika hapa kwa huyu mheshimiwa mzee Kuseko ambaye ni, ni mkulima mwezeshaji mkulima ambaye mwenye ameshachukua hatua za kulima kitaalamu. Nimefika hapa nimeangalia shamba lake, kuna kitu ambacho nimejifunza kiasi sama, hata mimi imenivutia yeye, usemi wake anasema, heka moja anapata mpaka kilo 2000. Kilimo cha kisasa ambacho ni kilimo cha kitaalamu, na serikali ndio inavyotaka watu tulime kitaalamu tuachane na kilimo cha kienyeji, kilimo cha kukariri. Baba Tazari Maguguri mwarabu ni mzaliwa wa kijiji cha Nyansarara. Kulingana na elimu tuliyoipata, heka moja na uhakika wa kupata hata kilo elfu tatu elfu mbili na kitu, tumeona ni jambo la msingi sana heli tukalima kisasa. He, na washauri wa kulima wenzangu, tubadilike, tulime kitaalamu, naweza tukatoka sehemu tulipo tukasogea sehemu nyingine. David Makabila ni afisa kilimo kutoka mkoa wa Geita anasema pamoja na uwepo wa changamoto za ukame katika msimu huu, lakini wanatarajia kuongeza uzalishaji wa zao la pamba, huku mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kilimo Tari Ukiriguru, Dr. Paul Saidia, akizungumzia ongezeko la wakulima wa zao la pamba ambao wanalima kwa sentimita 60 kwa thelathini. Msimu uliopita kulikuwa kuna changamoto ya mvua kubwa ambayo iliathiri uzalishaji wa nini wa pamba. Kama mkoa tulipata almost kama eh, tani, eh, tani elfu saba kwa mkoa mzima, kitu ambacho sio kawaida, ni kwa sababu ya hali ya hewa. Lakini mwaka huu tunategemea tunaweza tukavuka kuanzia tani elfu saba mpaka pengine tani elfu kumi kwa mwaka huu japo kuna changamoto ya hali ya hewa ambayo bado tunaona lakini kwa kuangalia tathmini ya mazao yalivyo mashambani, tuna imani huko tunaweza tukafikia inshallah kwa kudura za Mwenyezi na Mwenyezi Mungu. Wito kwa ujumla ni kuendelea sisi wa, e, wataalam kwa kushirikiana na, na wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana hasa pamoja na vyombo vya habari ambavyo vyenyewe vimezidi kusaidia kueneza nini E, habari ya teknolojia mbalimbali zinazoendelea kusambaza. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunamtoa mkulima kutoka kwenye uzalishaji wa chini na kufika mwisho wa siku aweze kupata mapato na ile mapato yanaingia kwenye e, e, e, serikali kupitia mapato ya e, e, crop cess, lakini pia wakulima nao waweze kuboresha maisha yao kuongeza kipato ya cha kaya na jamii kwa ujumla. Huu umekuwa na manufaa sana. Nakumbuka mwaka 2021 yalitolewa mapendekezo ya upandaji kwa nafasi mpya za sentimita 60 kwa 30. Tunaishukuru uh, Wizara ya Kilimo, tunaishukuru serikali kwa kuchukua mapendekezo ya utafiti na kutoa maelekezo yatumike maeneo yote yanayolima zao la pamba nchini Tanzania. Matokeo ya mapendekezo hayo mwaka jana tuliweza kuwa na wakulima takribani laki mbili na elfu kumi na saba walioitikia upandaji mpya wa sentimeta sitini kwa thelathini kati ya wakulima takribani laki tano, na kwa takwimu za mwaka huu, mheshimiwa mgeni rasmi, kuna wakulima wasiopungua laki mbili na elfu hamsini na tisa amepanda kwa nafasi mpya za sentimita 60 kwa 30 katika mikoa kumi na moja tu ambao mradi huu umefikia, kati ya wakulima laki tano na elfu ishirini na saba katika mikoa hiyo hiyo kumi na moja. Tunasema mikoa ya mradi wa Koto ni Victoria. Kwa hivyo ni ni matokeo mazuri na mapokeo mazuri lakini pia faida za upandaji huu kwa hao wakulima ni nini? mwaka jana mkulima bora wa zao la pamba aliweza kufikisha kilo elfu mbili na mia saba na ishirini kama tulivyopata takwimu kutoka bodi ya pamba Tanzania na hiyo ni kwa ekari moja kwa hivyo tija imeongezeka sana sasa tunaongelea elfu mbili mpaka elfu tatu na kwa habari njema wakati tunazunguka mwaka huu kukusanya takwimu tumetembelea wakulima hasa mikoa ya Geita ambao wao rekodi yao ni elfu tatu mpaka elfu nne kwa mwaka huu. Kwa hiyo mkili mkulima bora katoka mikoa ile atakayefikisha rekodi ya kilo elfu tatu mpaka elfu nne tumeona mashamba yao yalivyo, na wao wenyewe wanashindana kwa ajili ya kutafuta huo kulima bora, kuwa nani atafikia rekodi ya kilo elfu nne kwa hekari moja kwa hiyo matunda ya mradi huyo yamekuwa ni mazuri kwa ajili ya kuongeza tija katika zao la pamba. Lakini sambamba na hilo, kuna teknolojia nyingine ambazo zimezaliwa. Moja ili kujibu maswali ya kubanana, wakulima na wataalamu wamefundishwa kupunguzia kukatia mmea wa pamba, na wameitika na wenyewe wakulima wameanza kuwa mashahidi aliyekatia mmea wa pamba na ambaye hajakatia, hali iko wazi. Kwa hiyo tumepata shahuda nyingi sana. Upandaji wa pamba wa sentimita 60 kwa 30 ni teknolojia mpya ambayo inatekelezwa chini ya mradi wa Cotton Victoria kwa lengo la kuongeza uzalishaji wenye tija kwa wakulima wa zao la pamba. Hii ni Pada Online TV. Kumbuka kusubscribe channel yetu, kulike na kutoa maoni.